Ndio maana tunasumbuka unaona, tunakaa vikao hapa hapa kwa sababu ya hizo, kwa sababu kama ingekuwa ni rahisi, ilikuwa ni kitu straightforward, kwamba wewe umefanya hiki, faini yako hii, wewe umefanya hiki, unashushwa daraja e, ingekuwa rahisi, lakini e, e, piga picha, umeishusha Yanga, umeishusha Simba, hebu piga picha, lakini ni kutokana, tumekuwa na malezi mabaya tangu huko nyuma Unaona sasa ni, ni, ni, ni, ni tatizo kubwa ku, ku, kurekebisha mambo sasa hivi, e, tatizo kubwa sana. Unaona e, mtoto anakuwa tu unamfundisha kuongea matusi. Unaona sasa, kuja kumrekebisha ye, atajua kwamba tangu nimezaliwa mimi na, na, najua hili sio ni neno tu la kawaida, uje ulirudishe, ulirudishe, itakuwa ngumu. Wewe kwa unaposema kwamba uh, simba kagomea twataka tukuelimishe Simba kama aligomea au uh, hakugomea. Pia tunataka tukuelimishe Yanga na haki ya kudai point tatu au uh, uh, hakudai. so, sasa haya ndio mambo ambayo huwezi ukakurupuka ukaja ukasema hiki hiki hikihikihikihiki hiki, ina utaratibu wake. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunasema kwamba hekima na busara ni lazima zitumike. Sheria kanuni ipo kweli, lakini lazima pia utumie hekima na busara. Sasa huyo asiyetaka kutumia hekima au busara, kusema kweli, huyo hayuko all out kutatua hili tatizo. Nia yake ni ku create commotion ambayo haitakuwa na maana yoyote yeah? Hebu niambie, kama leo hivi, nani hii unasema kwamba huyo uh, uh, labda zinaombeana hizi timu mmoja ashushwe daraja and then napata faida gani? kasi kuizungumza tu, kasi ni rahisi, lakini kasi ina taratibu zetu zake lakini kwa sababu wenzetu walishawahi kwenda CAS kwa swala la, la Morrison, sina shaka wanajua hizo taratibu na watazipitia hizo taratibu na nini. Kwa hiyo kama wanaenda CAS, huwezi eh, kumkataza mtu. Kubwa sisi ni kuja kujibu kama tutaitwa, tuta, tuta, na CAS kwenda kujibu na tunayo Uh, na wakati huo kama tuta, wakati tumeshafanya ma, maamuzi yetu, tapeleka maamuzi yetu kwamba hii ilikuwa ni hivi, lakini kama wanaenda kazi sasa hivi ambapo hatujasema kwamba hii imeamuliwa vipi, itakuwa ni kitu kichekesho lakini labda wanaweza kuwa uh, kwa sababu hii timu tajiri wanaweza kwenda kasi kiasi cha kwenda tu wagonge kasi hodi, tunauliza, kuna jambo moja mbili tatu, taratibu wake ni nini? Naweza kuwa mtu kaenda kwa hili halafu akaja akangoja kwamba anatungojea sisi tufanye maamuzi ndio halafu arudi tena kasi. Sijui. Lakini sitaki kuamini kwamba wamehangaika hivyo, wanahangaika hivyo kwa kitu ambacho Uh, kinaweza kikamalizwa hapa. Naamini kabisa ile jambo linaweza likamalizwa hapa, labda uh, upande mmoja uwe kichwa ngumu.